Hata jaji mkuu nakushukuru sana, pamoja na kunipa mazingira ya kufanya kazi ya jaji mkuu, uliniwezesha. Ule uwezeshaji kwa kweli ulikuwa ni mkubwa sana, uwezeshaji ambao ulileta utulivu, utulivu wa hali ya kipekee katika mahakama. Na hilo ndio somo ambalo mtamuomba ndugu yangu George Masaju kwamba usiache kuangalia jicho la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio mdau mwezeshaji na kwa kweli ametuwezesha sana sana sana, na haya yote mnayoyaona, sio nguvu yangu au nguvu ya majaji ni nguvu ya uwezeshaji. Tatu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju tumefahamia na muda mrefu sana. Juzi nilipokutumia e, ujumbe wa salamu ulinikumbusha maeneo mbalimbali ambayo e, kazi zetu zilikutana, tuliweza kufanya kazi kwa pamoja tangu enzi zetu huko chuo kikuu e, wakati ule vilevile ukuwa mshauri wa rais e, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete e, na wakati huo ndo tulianza ule utaratibu kwamba wananchi wengi huwa wanakuwa na dukuduku nyingi kuhusu mahakama, malalamiko, mambo mbalimbali mbali. Sasa uliweka utaratibu ambao wananchi wanamuomba mheshimiwa rais, hebu ingilia shughuli za mahakama, lakini ukaweka utaratibu kwamba panapotokea changamoto yoyote kuhusu mahakama, unakuja mahakamani, unaonana na viongozi wa mahakama, tunatoa ufumbuzi. Kwa hiyo inakuwa ni mheshimiwa rais amejibu lile, ametoa utatuzi, lakini vilevile vile kwa kushirikisha mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana na wewe sio mgeni katika kazi ya kimahakama. Umefanya kazi ya ujaji, umefanya kazi ya jaji wa rufani, umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye unafanya kazi katika tume ya utumishi wa mahakama kama mjumbe. Kwa hiyo mahakama sio ngeni, sio ngeni kwako kabisa, na ni kama ndege ambayo inataka kutua, runway ni ndogo. Wewe uhitaji runway ndefu, ndefu ili upae utakimbia tu kidogo utapaa, na sisi tunaku, tunakuombea kwamba utakapokuwa unapaa, tutasaidia ufike ufikie hayo malengo malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba uongozi mzima wa mahakama tulijadiliana, tukasema kwamba tutakupa utiifu, unyenyekevu wa hali ya juu, ili kukuwezesha wewe utuongoze, ili tuweze kufikia malengo ya utoaji wa haki, kwa sababu hayo malengo ni endelevu kuna majaji wa rufani ambao wako tayari nyuma yako hapo, watakupa ushirikiano. Jaji kiongozi yuko tayari, mtendaji mkuu wa mahakama, msajili mkuu wa mahakama, hawa wote ni viungo ambao wanaunganisha mihimili. Ukiwa una jambo ambalo unahitaji mihimili mingine itoe msaada, hawa ndio viungo. Na kwa kweli ile sheria usimamizi wa mahakama sheria namba nne ya 2011 imetusaidia sana kwa sababu imeimarisha uhuru wa mahakama kwamba serikali na Bunge ndio wanasimamia rasilimali. Sasa sisi tunafikia ile rasilimali kupitia mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu wa mahakama, kwa sababu mara nyingi jaji au msajili akionekana anazunguka zunguka hazina, kuna wengine wanadhani uhuru wa mahakama uko mashakani lakini mtendaji mkuu wa mahakama akizunguka hazina, akifanya yote ambayo ameweza kufanya, unaweza kuona kwamba hiyo sheria ni msingi imara sana, ambayo umetuwezesha kuwa huru zaidi na vile vile kuweza kupata rasilimali kutoka, kutoka mfuko mkuu wa serikali. Vile vile uta, utakutana na idara za mahakama ambazo mimi wanaziita idara ambazo zinakoleza maboresho kuna kitengo cha maboresho kinasukuma maboresho, idara ya maktaba, idara ya usimamizi wa mashauri, idara ya tehama, idara ya ukaguzi. Hizi zote zitakuwa chini ya mamlaka yako na chochote unachoki, unachokitaka kitafanyika katika zama hizi, kitafanyika kwa sababu hawa wote watumishi wa mahakama siku zote ni watu waaminifu sana, sana, sana. Waaminifu na huwa wanasimama nyuma ya kiongozi wao ambaye sasa ni wewe. Sasa kuna siri moja e, sio siri, nitakupa ni open secret, kwa sababu jaji mkuu yule aliyetoka Trinidad Tobago, Telford Georges, na jaji mkuu Francis Lucas Nyalali waliongelea sana hiyo siri, na wabunge mara nyingi wanafahamu kwamba ukitaka kupata ruhusa ya spika kuzungumza wanasema you catch the speaker's eye, yaani jicho lako limwone spika. Spika akikuona anakupa nafasi ya kuongea. Sasa hawa majaji wakuu Telford Georges na Lucas Nyalali wanasema jaji mkuu ni lazima jicho lako likamate jicho la mheshimiwa rais, mwangalie anafanya nini na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama, kama kuna sheria, kama kuna miradi, siku zote unaangalia anachokifanya kitasaidiaje mahakama, na wewe ni mdau. Mheshimiwa rais ni mdau muhimu sana, kwa sababu bila uwekezaji wake, bila uwekezaji wake, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika, kwa sababu anawekeza kwenye rasilimali watu anaongeza majaji, mahakimu, bajeti vile vile, hayo yote yanatokana serikali kuu na Bunge. Sasa ni lazima tuwe na ushirikiano, ingawa ingawa ukisikiliza sana mitandao ya kijamii, wanatafsiri hasi ya uhuru wa mahakama. Wengi wanadhani ule ushirikiano na mihimili mingine inaingilia uhuru, sio kweli kwa sababu wewe unachotafuta katika ushirikiano ni rasilimali ya taifa ambayo inasimamiwa na mihimili mingine, hicho ndio unachokitafuta. Na hata siku moja, na mimi sijawahi hata siku moja kukaa na mheshimiwa rais, mheshimiwa spika, mheshimiwa waziri mkuu tukawa tunaongelea mambo ya kesi, hata siku moja. Kwanza sina majalada hapa. Siku zote unaongelea mambo ambayo yana masilahi makubwa kwa hiyo zile tafsiri kwamba ukionekana unafuatilia ni kuingiliwa, nadhani hiyo sio kweli. Na siku zote fuatilia hotuba za Mheshimiwa Rais, kwa sababu mle ndani kuna ahadi fulani ambazo anazitoa, unaweza kuzitumia kama silaha. Nakumbuka tarehe 12, tarehe 22 mwezi wa nne, huu ulikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya Mheshimiwa Rais kukabidhiwa uongozi wa nchi alilihutubia Bunge la kumi na mbili. Sasa kuna maneno ambayo aliyasema, siku zote huwa anatembea nayo mfukoni, kwa sababu ukikutana naye unamkumbusha hii ahadi ulitoa. Mtendaji mkuu akienda hazina anaionyesha Mheshimiwa Rais alisema hivi, na alisema tutashirikiana pia na muhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki ikiwemo kuendelea kujenga miundombinu ya mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mahakimu na kukuza matumizi ya TEHAMA ili kuongeza kasi ya usikilizaji wa kesi na uwekaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo unaweza kuta Mheshimiwa Rais ana interest kwamba mahakama itoe haki na iwe na rasilimali ya kutosha, ili iweze kutoa huduma, kwa sababu anaelewa maendeleo yoyote ya kiuchumi hayawezekani bila kuwa na mahakama huru, bila kuwa na utawala wa sheria. Kwa hiyo ni mdau muhimu sana, na ndio maana ukiangalia, ukiangalia programu zetu za maboresho, tumejaribu kujiegesha kwenye kwenye dira ya maendeleo ya taifa ambayo ina 2025 kwa sababu ile dira ndio ina ahadi ya rasilimali. Sasa tukasema tukitengeneza mpango mkakati ambao umejiwekesha, umejiwekesha kwenye dira tunaweza kwenda kupata rasilimali kwenye huo mfuko ambao na sisi tunastahili. Sasa hiyo mipango yetu mikubwa ambayo tumefanya ni kwa sababu tulikaa tulisoma wenzetu wanafanya nini. Kama wana programu ya Tanzania ya kidijitali kuna mambo ya kunufaika, tunasema na sisi ni sehemu ya Tanzania ya kidijitali na ndio maana tunasema sisi Mahakama, sisi ni sehemu ya safari yoyote ya dira ya taifa ya maendeleo. E, kuna msemo mmoja ambao umesemwa mwaka elfu moja mia tisa miaka sitini Rais wa Marekani Jeff Kennedy alitoa e, lengo au dira kwamba ndani ya miaka kumi Marekani itamfikisha mwanadamu katika mwezi. Kwa hiyo, siku moja mwaka 1962 akawa anatembelea sasa katika lile eneo la kutengeneza roketi za kwenda mwezini, akamkuta mfagizi ambaye huwa analinda lile jengo, akamuuliza na wewe unatafuta nini katika eneo hili la kisayansi? Yule akamjibu akasema ninasaidia kumfikisha mtu kwenye mwezi. Kwa hiyo dira ya taifa ya maendeleo inatakiwa kutufikisha huko tunatukotakiwa kwenda. Sasa sisi mahakama hatuwezi kubaki nje, tunatakiwa kuwa kama yule mfagizi ambaye alisema na sisi tunataka kuenda kwenye hiyo Tanzania ambayo Mheshimiwa Rais unaiahidi katika dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hiyo hilo niliona niliseme sasa hivi kwa sababu kuna ule upotoshwaji kwamba ushirikiano unatafsiriwa kama kuingilia uhuru. Ushirikiano kamwe hauingilii uhuru. Ushirikiano unatusaidia kuweza kupata rasilimali ambazo tunastahili kupata, kwa sababu uchumi na maendeleo ya nchi hayawezekani bila kuwa na mahakama. Jambo lingine ambalo pengine nirejee historia vile vile, wakati baba wa taifa anamwaga jaji mkuu Georges yule aliyetoka Trinidad na Tobago, kwanza alimsifu jaji mkuu Georges kwamba anavyotafsiri uhuru wa mahakama, jinsi yule jaji aliyetoka nchi nyingine alivyokuja alikuwa anatafsiri uhuru wa mahakama, akasema uhuru wa mahakama ni kutoitenga mahakama na historia maisha, na uchumi na ustawi wa nchi. Na Mwalimu alisema uhuru wa mahakama kwamba katika kusikiliza mashauri na katika kufikia uamuzi hakuna atakayekuingilia, lakini kuna mambo mengine mengi ambayo wewe ni sehemu ya ustawi na maendeleo ya nchi, ni lazima utafute hizo resources ziweze kusaidia huo uhuru. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ambayo imekuwa ikiongoza mpango mkakati wa mahakama kwa miaka mitano, kwamba tuna mipango, tunaenda kwa mdau, tunamuomba sasa, mheshimiwa mdau mkuu, tunaomba utusaidia kufikia haya malengo. Pengine haraka haraka tu ni, ni kuambie kwamba tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji hasa katika kuhakikisha kwamba fedha za Benki ya Dunia zinapatikana. Tulipata milioni 65, dola milioni 65 awamu wa ya kwanza, tukafanya maboresho. Sasa yale maboresho haya kutokana na nguvu yetu tu, ni nguvu ya hizo fedha. Na mheshimiwa alipokabidhiwa nchi mwaka 2022 mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa nchi aliridhia mkopo wa pili ambao ulikuwa ni mkubwa sana kutoka benki ya Dunia. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu anatambua kwamba utoaji wa haki ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya nchi, kwamba ukiwa na mahakama imara, mahakama inofuata sheria taratibu, inaleta utulivu ambao tunauhitaji katika shughuli zetu. Sasa kuna ahadi ambazo, ambazo mheshimiwa Rais alizitimiza lakini utekelezaji wake haujakamilika kwanza, kuna miradi kumi na mbili ya mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa fedha ya ndani, na nadhani mheshimiwa rais atafurahi sana kabla jama, kipindi hiki cha, cha urais cha kwanza akijaisha miradi hiyo hiyo imekwisha. Kuna mahakama za mwanzo sitini ambazo zinajengwa kwa fedha za mkopo wa benki ya dunia, zinaendelea kujengwa, fedha zimeshatoka, zinatakiwa kujengwa tusipoteze hiyo nafasi. Alafu kuna ujenzi wa mahakama za wilaya kumi na nne zinaendelea kujengwa. Hizi zinajengwa kwa fedha za ndani ikiwemo mahakama ya wilaya ya Chamwino. Nadhani tuko Chamwino, mahakama ya wilaya ya Chamwino ni moja ya wilaya ambazo hazina mahakama ya wilaya. Wilaya zingine ni Mbulu, Simanjiro, Kibiti, Kalambo, Kishapu, Nyasa, Masasi, Kilosa, Tunduru na Chingwea, Tarime, Uyui na Mkalama. Sasa hizi zote tunatakiwa tuzimalize kabla uhai wa fedha za Benki ya Dunia na bajeti haijaisha ya. Vilevile kuna majengo tisa ya vituo jumuishi ya utoaji haki Geita, Simiu, Songea, Songwe, Singida, Lindi, Njombe na Pemba. Hizi tunatakiwa tuzimalize kabla ya tarehe 31 Disemba. Fedha zimeshatoka, Unatakiwa tumalize. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani Mheshimiwa Rais ametuwezesha sana sana sana. Na naamini utaendelea kuangalia jicho lake, utaendelea kufuatilia anachokisema, chochote ambacho kina manufaa kwa mahakama wewe utakichukua, utatule, utawale, utawaletea ambao wapo tutaendelea Nimalize kwa kukutakia Mheshimiwa Rais kila la heri katika kukamilisha mipango yako mikubwa ambayo ni kwa manufaa yetu wote. Mungu akubariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mahakama ya Tanzania, Mungu mbariki jaji mkuu George Masaju. Nashukuru sana. Asante asante Profesa Ibrahim Hamisi Juma, jaji mkuu wa Tanzania mstaafu. Na sasa kwa heshima na taadhima naomba nimkaribishe Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu wa Tanzania kwa neno la shukrani. Mheshimiwa uh, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, uh, Majaliwa, Waziri Mkuu wa uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dkt. uh, Tulia uh, uh, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahimu Jaji Mkuu mstaafu na kaka yangu mwalimu wangu, Mungu aendelee wa kukubariki sana. <laughs> Mheshimiwa Jaji Abdara, Abdara, jaji mkuu wa mahakama ya Zanzibar, mahakama kuu ya Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka, katibu mkuu wa raisi na katibu mkuu kiongozi. Uh, waheshimiwa <laughs> uh, viongozi wa serikali mliopo, na kama mtakumbuka Uh, mshereheshaji amesema neno fupi la shukurani nahofia, <laughs> kuwataja wote zile muda ukawa umeisha, lakini natambua uwepo waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa wakiongozwa na amidi, mheshimiwa jaji Augustino Ramadhani <laughs> jaji Augustino Mwarija <laughs> uh, tambua uwepo wajaji wa uh, kiongozi Mheshimiwa mstafa Siani. Tambua uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Juhari. Tambua uwepo Mheshimiwa waziri, waziri wa katiba na sheria Dr. Damasi Ndumbaro. Tambua uwepo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, uratibu na bunge Mheshimiwa William Lukuvi. Tambua uwepo wa mwalimu wangu Uh, na waziri wa habari, utamaduni na michezo uh, mheshimiwa Profesa Kabudi. Pia natambua uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dodoma mheshimiwa Rosemary uh, Shinyambari Ta, tambua uwepo wa uh, kamishina wa maadili mheshimiwa Jaji Sivangeri Mwangesi. Tambue uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yangu profesore Gabriel, tambue uwepo wa katibu wa bunge ndugu yangu Baraka Leonard. Uh, mwisho ni kule nitambue uwepo wa katibu mkuu Ikulu ndugu yangu Mururi uh, Majura Maendeka, lakini tambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi General Jacobo mkunda na mheshimiwa mahakimu mlio kupata fursa pia ya kujumuika na sisi natambua uwepo wa viongozi wa dini sisi kuwepo kwenu ni faraja sana na Mungu aendelee kubariki sana wengine wamesafiri kutoka mbali kuja kwa ajili ya tukio hili muhimu kwa ajili ya kuendelea kutuombea kwa ajili ya amani na ustawi wa taifa hili lakini pia nitambua uwepo wa watumishi wote wa Ikuru ambao mimi nimepata kufanya kazi nao katika awamu mbili tofauti na leo wako hapa, pengine bila ushirikiano wao, na mimi nisingepata fursa ya kusimama mbele yangu hapa. Wengine hawako hapa, lakini nimefanya kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nao nitambue uwepo wa walioko hapa. Siwezi kukumbuka, na mliona na miwani hii wakati fulani kwa mbali kule, siwezi kuona, lakini nitambue uwepo wa waandishi wa habari na hao walinisaidia sana wakati wote ninapofanya kazi. Leo sitakuwa na mengi ya kusema, ni siku ya shukurani. Huwa nina mahusiano na wao na hata msije mkanihoji baada ya hapa, ila sitakuwa na la kuzungumza ni... sema kweli, sitakuwa na la kuzungumza na, na, na Profesa Ibrahim Juma amenisaidia sana. Na hili mimi sio jukwaa langu leo, ni jukwaa la ra Mheshimiwa Rais wetu na yeye ana shughuli nyingi, kwa hiyo nisingependa kuharibu siku ya leo, siku ya furaha, siku ya shukurani, siku ya, ya kutafakari maisha yetu ya baadaye baada ya hapa, lakini na siku ya kama ya ibada vile, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha tukio hili. Kwa hiyo na Watanzania ambao wanafuatilia tukio hili nawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Mheshimiwa Rais kama nilivyotangulia kusema, namshukuru Profesa kwa yale aliyosema hapa. Mimi amenifanya ya kazi yangu kuwa rahisi kwa tukio hili la leo. Nakushukuru. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha, kwa rehema na fadhili zake, kwa kuniwezesha kufikia hatua hii. Kila siku ya Mungu huwa anasoma Zaburi ya mia moja na tatu kila siku ya Mungu inayokuja huwa anasoma Zaburi ya mia moja na tatu kwamba uwepo wangu mimi na udhaifu wangu na dhambi zangu na maovu yangu unategemea tu rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Ndio maana muda wangu mwingi pia huwa nautumia kwa ajili ya ibada. Na Mheshimiwa Rais, nilipokuja hapa kitu cha kwanza uliniambia masaju na kufahamu, usiache kwenda kwenye ibada. Nilikuwa nenda kwenye ibada nikiwa na imani kubwa kwamba nina kibali cha Mheshimiwa Rais wetu, maana hapa Ikulu watu wengine wasije wakasema huyu anamdharau Rais ashiriki shughuli za rais, lakini nilikuwa naenda kwenye ibada nina amani sana, na ni mara mbili tu nilikuja nadhani na, na nilikwambia siku ile kwamba Mheshimiwa Rais, ninapobidi nitakuja katika maisha yangu. Yakaa hapa nilishiriki matukio mawili nilipokuja siku ya Sabato. Nakushukuru sana, ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniona nafaa kuniamini, ukaona kwamba naweza kuendelea kukusaidia kuongoza muhimili wa mahakama ya Tanzania ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu inayounda serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana na shughuli zako za umma za kila siku, na kama nilivyosema mwanzoni, Profesa ameniishia mimi ambacho ningeweza kukisema. Ninachoweza kusema tu mbele yako Mheshimiwa Rais ni kwamba sisi kazi yetu muhimili wa mahakama ni kutoa haki na katiba, katika ibara mia moja na saba capto a na capto b imetueleza kanuni zinazotuongoza na katika hizi sheria zote zinazotungwa huwa zina mambo matatu, zinazungumza masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa.